Na mgomo wa wahadhiri unapoendelea kulemaza shughuli za masomo ya maelfu ya wanafunzi wa, wa vyuo vikuu vya umma humu nchini, baadhi ya wa wanafunzi wamejitafutia shughuli ili kukidhi mahitaji yao. Wengine sasa wamegeukia biashara na kazi za ujenzi kujipatia mapato, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Crispin Otieno. Ni wiki ya nne ya mgomo wa wahadhiri nchini, Shughuli za masomo zikiendelea kusambaratishwa katika kumbi za hadhira ndani ya vyuo vikuu vya umma nchini. Katika Chuo Kikuu cha Kisii baadhi ya wanafunzi wanaonekana kujiliwaza sehemu mbalimbali mbali, ila si kila mmoja amekosa cha kufanya. Nje ya chuo hiki tunakutana naye Jasper Ogero, mwanafunzi wa kitivo cha sayansi na hisabati. Students, comrades wote tumeingililiwa sana kulingana na venye hata budget ya semester imekuwa affected na chakura rent. Saizi pia mzazi aizi karamika na hivyo vota akawezana hapa, anajikaza kisabuni katika shughuli za ujenzi. Ogero mwenye umri wa miaka ishirini na tano hurauka kila saa kumi na moja asubuhi kujitafutia riziki hii saita ikai kila siku unapata kama umetoka kwa wiki mara mbili, hiyo pesa ndio unachikimu nayo, kama chakula kidogo kidogo. Rent imefikiwa mzazi hajafikia hiyo wakati wa kutuma, then nkuna mahitaji ni mingi kwa nyumba, so kidogo unapata kama kwa wiki umetoka mara mbili. Mgomo wa wahadhiri unapoendelea kushika kasi kote nchini baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali vikuu wakigeukia maeneo kama haya ya ujenzi kama njia mojawapo tu ya kupata jinsi ya kujikimu kimaisha wanaposubiria suluhu ya kudumu kupatikana ili masomo yarejee kawaida. Katika chuo kikuu cha Bomet, pia mwanafunzi huyu kwa jina Abubakar Osman pia anatumia muda huu kujitafutia mapato. Kijana huyu anaazima baiskeli zake kwa kati ya shilingi sitini hadi themanini kumudu maisha yake. Trek imeniaffect sana, imetoka nyumbani na hela za mzazi ambazo zilifaa zini boost the whole semester. But kwa sahia, so I'm talking now, sina chochote. Baadhi ya wale wasiokuwa na biashara hulazimika kusalia ndani ya maeneo yao ya kuishi kujisomea ama kujiburudisha. Itabidi tena tume, adjust tena tumalize kama next year tena and then Naona lef itakuwa hadi sana kwa sasa. Fahali wawili wanapoendelea kuzuzana kuhusu mgomo huu ulio siku ya 29, wanafunzi ndiyo wanaoendelea kuumia. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.